Hasa nimepata swali ulipokuwa ukizungumzia habari ya yaoteo kufikiria kabisa kuhusu sesi, na ukija kwa watu wa teknolojia, wao wanasema kwa kawaida mwanaume yeyote aje kamili, kila baada ya dakika nane anawaza ngono, hasa Wikipedia iyokaate sasa, <coughs> na- nnahii kuna siku wasambaa pia alikuwa akifundisha alijizungumzia hiyo jambo. Sasa katika ulimwengu wa sasa hivi, pamoja na kwamba hali yangu, kwa sababu hata kama atakamaugakuepa yanu, ukiingia mtandaoni kidogo, lazima uungane nayo. Sasa ni nini tunaweza kufanya katikati ya haya ikituli saa, kwa sababu hatuwezi kukwepa unawabika ita kitu ukijui, we unadhani ni nini tufanye ili tuwe salama? Uh, tupe na sisi jibu, na sisi tunaleta jibu. Tupe, we unafikiria ni nini tunaweza kufanya tuwe salama kwenye ulimwengu, sababu Yesu amesema siombi uwatoe ulimwenguni, maana yake siombi watoe kwenye jalala la dhambi, ila uwalinde na movu. Sasa tuambiesana wewe